Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Tamisemi na programu ya Shule Bora imebainisha changamoto mbalimbali zinazowakabili wanafunzi shuleni. Akizungumza katika uzinduzi wa programu ya tafiti tatuzi kuhusu usalama jumuishi katika elimu, Kamishna wa Elimu Tanzania Daktari Riambwene Mtahabwa katika uwanja wa mpira wa Kiganamo na kusema usalama wa wanafunzi umekuwa hafifu pamoja na wanafunzi wenye mahitaji maalum kutopata haki zao kama watoto wengine. Ndugu washiriki, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Tamisemi na programu ya Shule Bora imekuwa ikifuatilia kwa kina hali ya usalama wa wanafunzi na ujumuishi shuleni. Kwenye ufuatiliaji huo tumebaini changamoto tatu kubwa ambazo zinahitaji hatua za haraka. Changamoto hizo ni kama ifuatavyo: moja utekelezaji hafifu wa njia za kuimarisha usalama wa wanafunzi. Ingawa kuna miongozo iliyopo, bado kuna tofauti kubwa katika utekelezaji wa njia au mbinu za usalama shuleni. Namba mbili, msaada duni toka kwa jamii kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Watoto wenye mlemavu na mahitaji maalumu bado wanakumbana changamoto katika kupata fursa sawa za elimu. Na namba tatu, ushirikishwaji mdogo wa jamii katika kuzisaidia shule na watoto wenye mahitaji maalumu. Ushirikiano kati ya shule, wazazi na jamii bado unahitaji kuimarishwa. Ni kutokana changamoto hizi na nyingine nyingi, serikali kupitia Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia na wizara zote ambazo zinahusika jambo, jambo hili kisekta, kwa kushirikiana pamoja na programu ya Shule Bora imeona kuwa kuna haja ya kufanya utafiti huu tatuzi ili kupata taarifa za kina kuhusu vyanzo na ukubwa wa changamoto hizi ili hatimaye tupate kwa pamoja mbinu za ufumbuzi wa kupunguza au kumaliza kabisa changamoto kwa kuzifanya shule zetu kuwa salama na jumuishi zaidi hapa nchini. Aidha Daktari Mtahabu amesema watu wote wanaojihusisha na kuwanyanyasa pamoja na kusababisha kukosekana kwa usalama, ustawi na maendeleo ya mtoto watachukuliwa hatua kali za kisheria ili kuhakikisha wanakuwa mfano kwa watu wote watakaokiuka taratibu hizo. Aye kwa makusudi anahatarisha usalama, ustawi na maendeleo ya mtoto kwa maneno yake, kwa mwenendo na matendo yake, huyo atapambana naye kwa njia zote, kinidhamu na kisheria, kukomesha tabia hiyo. Tunataka watoto wajisikie baraka kuitwa watoto walioko Tanzania wajisikie amani wakiwa nyumbani, wakiwa mitaani, wakiwa njiani, wakiwa shuleni, wawe na amani, wana furaha, wanasoma na kukua katika mazingira salama, rafiki na wezeshi. Mwisho, namba tatu, naomba kama namba moja na namba mbili ni sawa, wote tunakubaliana umuhimu au thamani ya rasilimali watoto na adui namba moja ni nani Tanzania? Sasa tatu, naomba utendaji wa kila kiongozi Tanzania, naomba utendaji wa kila kiongozi Tanzania, ngazi ya familia, ngazi ya nyumba kumi kumi, ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, ngazi ya ta ngazi ya tarafa ngazi ya wilaya ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa, utendaji wake uanze na kuangalia ni kwa namna gani anasimamia kwa dhati usalama, ustawi na maendeleo ya mtoto. Katika hatua nyingine, katibu tawala mkoa wa Kigoma Bi Paulina Ndigeza ameshukuru na kumpongeza Daktari Liambweni Mtahabwa kwa kutoa hotuba nzuri na kuwashukuru wadau wote waliojitokeza katika hafla hiyo ya uzinduzi wa programu hiyo. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa hotuba nzuri, mugakubariki sana, lakini naomba nichukue nafasi tena kushukuru timu ya shule bora azia mwana mdignia na wenzako wote kule ofisini kwa namna ambavyo mliona kwamba shughuli hii ya kufanyikia mkoa wa Kigoma kwa kweli imetuheshimisha sana, kwa sababu dunia zima leo inatuona Kigoma tulivyo. Asanteni sana. Shukrani zangu nyingine zinaenda kwa wote sasa ambao tumeweza kushiriki katika ukumbi huu. Jamani, na wapeni hongera sana umeacha shughuli zenu nyingi, lakini mkaona ni vema mje kuona hiki kitu ambacho kinafanyika katika mkoa huu wa Kigoma katika halmashauri ya Kasulu mji. Ndugu zangu kwa mazuri tumetuandalia sehemu nzuri tumekaa vizuri tumeweza kukaa kwa amani kabisa, tunasema asante sana. Ndize Juma, ambaye ni mwanafunzi mwenye ulemavu kutoka shule ya sekondari ya Kigoma Grand, amesema wanafunzi na jamii kwa ujumla wanapaswa kuacha tabia ya kunyanyapaa watu wenye ulemavu hasa katika swala la elimu. Viongozi pamoja na watu jamii zima kwa ujumla tuzidi hamasishana lakini, pia wanafunzi wasiokuwa na mahitaji maalum mzidi kuwapenda watu wenye mahitaji maalum, mzidi kusaidiana nao unapokuwa madarasani, mzidi kuwapenda, lakini tuzidi kusaidizana katika shughuli mbalimbali, kutiana moyo, na kama unaona kuna mahali yuko mwenye mahitaji maalum, labda anaonewa, labda hapatiwa haki zake za msingi, basi tukawa vielelezo mbele ya jamii na pia kutoa taarifa pale ambapo unaona mwenye mahitaji maalum yani anashinda kupata haki zake za msingi, sio nanyanyaswa. Kwa hiyo sio kutoka kuweza ulemavu kila mtu anatembea na nini na ulemavu. Kwa cha msingi ni kuhamasishana watu wenye ulemavu wazidi kupata elimu. Elimu ndio ukombozi wao wa maisha. Mimi hapa niko hapa na niko nasoma, Mungu azidi kunitangulia, lakini kiu yangu ni kuwa mbunge wa viti maalum. Kigoma ni miongoni mwa mikoa minne iliyochaguliwa kufanya utafiti wa mpango wa programu ya utafiti tatuzi ambao umezinduliwa rasmi chini ya taasisi ya elimu bora nchini ikiwa na lengo la kuwasaidia watoto wote nchini wenye ulemavu na wasio na ulemavu ili kuhakikisha wanapata elimu bora bila kupitia changamoto yoyote ya kuwanyanyapaa pamoja na ukatili juu yao. Ramadan Zaid, Buha TV Online.